Chenga Editech. Chenga Editech ni chengaec Agents ambayo uh, kazi yetu kuu ni kuwasaidia wanafunzi ambao wapo interest na kwenda kusoma Canada. Liko chini ya usajili wa, wa serikali yanamhuri ya Muungano wa Tanzania. yupo interesti na kwenda kusoma Canada kwa gharama nafuu, kupitia mkopo wa kimasomo wa 65 mpaka 75. Pia kupitia Chenga Edtech na Passage, tutamsaidia mwanafunzi kupata fedha ya kujikimu, lakini pia kumtafutia kazi baada ya kugraduate. Chenga Edtech inapatikanika uh, Dafri Market uh, room number S11, floor number floor, floor number 3. Karibuni sana. Vigezo uh, tunampokea mwanafunzi kuanzia uh, wa form 4 aliyemaliza form 4, mwanafunzi aliyemaliza form 6, mwanafunzi aliyemaliza degree. Wote tunawapokea kwa sharti la kuwa na performance mzuri ya kimasomo uh, tutamwitisha aje na document zake, tutazifanyia screening tutamfanyia consultation, tutamshauri programu gani afanye, ambayo itakuwa ni mzuri kwake, ambayo itakuwa na mazingira rafiki kwa kule atakapoenda kusoma. Pindi atakapo graduate, walau imuingize kwa haraka katika soko la ajira. Utaratibu wa Chenga EdTech kupitia Passage, mwanafunzi kila anapo graduate anaingia moja kwa moja kwenye soko la ajira, ili aanze kufanya mchakato wa marejesho kwa ule mkopo. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida, anapoanza kazi kufanya marejesho, kila end of the month wanakata katika mshahara wake, kazi ambayo inakuta tayari ameshatafutiwa. Lakini pia kama itoshi, katika kipindi chote atakachokuwa anasoma atakuwa ana uwezo wa kufanya kazi part time job si chini ya masaa ishirini kwa wiki, ambayo ni sawa na masaa themanini kwa mwezi, ambayo ni sawa na masaa matatu kwa siku.